Mimbari hii ambayo leo naipanda alfu mbili ishirini na sita Ramadhani, Ijumaa ya kwanza, naikumbuka alfu mbili ishirini na nne Ramadhani, Ijumaa ya mwisho, lakini alfu mbili ishirini na tano sikuikanyaga mimbari hii. Ilikuwa kwangu geni, wala sikujua iliendeshwa na nani. Hii inaonyesha anatisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Historia ni mwezi wa kwanza Januari, tarehe kumi na tano. Hali ya baada ya swaumu siku tatu za bedha, acha nende hospitali, mbona hali imebadilika. Daktari anaingiza mpira ndani ya mwili wangu, alitigisa kichwa akanambia wewe ni shehe, lakini mwilini kuna tatizo kabambi ambalo uhai wako unaelekea kumalizika. Kumi na tano Januari, Ramadhani iko inakuja mwezi mzima nilikuja kumi na tano kuhutubu hapa katika msikiti huyu, fahamu haienei ila, niliweka kifuani. Mwezi wa pili tarehe kumi na nne nimemweka binti wangu ndani ya gari akiwa mjamzito, namwambia mama na kuacha hospitali, ukizaa uzae salama na kwenda nje, nawafata ndugu zangu kwa kuwa daktari kanieleza hapa karibu hakuna matibabu yako ya shee nenda mbali na hizi nchi. Ndio amri amenipa. Nimekwenda hospitali nyingine hapa wakanieleza hivyo hivyo, apakuwa pakuelekea ila kujifunza wapi nende nchi ya Kiarabu. Namuacha binti wangu, namwambia kazae, kuonana ni kujaaliwa, mimi nakwenda. Nilimuaga kijana wangu Imam nikamwambia kaa kimya, mke wangu kaa kimya niko nchi ya Kiarabu sasa kutafuta uzima, na binti anazaa hapa, ananambia, nimezaa. Nikamwambia weka dua, akipenda Allah tabaraka wa taala. Hapa nimefika nchi ya Kiarabu, walielewa nyote labda ninakula pilao na buriani na biriani, lakini Allah alinituliza sehemu. Hapa nimepanga chumba cha hoteli dala hamsini. Siku ya pili ninaambiwa kuna festivali mzee, utalipa chumba dala mia mbili mia mbili. Nikaona haya mazito yameniangukia, natafuta nini, vipimo vipya. Nilitoka nje ya mji kwenda kupanga kijumba ambacho nitulie kutafuta vipimo. Hii ni hospitali nimeamkia, wamepima vipimo madaktari vyote, wakanambia mzee, tawakal ala Allah, mtumainie Mungu, hali yako haiko sahihi, hapa ni pazito hatuwezi hata sisi kukutibu, labda elekea hospitali nyingine ile ukajaribu. Hapo ndio walikaa madaktari wane siku mbili, wakanieleza mzee, tutafanya operation, ni ndefu, tumkabidhi Mungu. Kuna tatizo ambalo linahitaji kubadilishwa mwili wako, tukiwahi kunusuru, labda ukaishi tena. Sasa nifanyeaje? Nenda, tunaongeza siku mbili ili tuifanye hesabu kuja kutoa hesabu zaidi ya dola elfu makumi sita, ndio utalipa mzee. Kaka, nitazitoa wapi mimi hizo? Basi imekwisha, niliishi muda wa siku kumi na nne. alfu mbili ishirini na tano, Ramadhani inaingia, Mungu nifanye nini? Nende wapi? Jibu ni kurudi nyumbani kusubiria kadara la Allah. Ndugu yangu, mwogope Mungu, ishi na Mungu, usizubazi na muili wa Islamu ni hapo ndio nilichoka. Mmoja katika vijana wangu akantumia namba, akasema Shekhe, zungumza na nchi nyingine huko, hiyo nchi waulize, labda wakakupa mwelekeo. Ni hapo kijana wangu alijaribu kuwauliza hao, alipowauliza wakasema ndio, huyo mtu atume faili yake tulipotuma wakatutolea viza aje. Mi siwezi kuja, hiyo lugha yenu siielewi. Nikampata ndugu yangu mmoja, Mungu amlipe kheri za dunia na akhera, amondolee shari zote, akanambia nitaishi nyuma yako mpaka mwisho wa matatizo yako Sheikh. Tuliondoka tukenda hiyo nchi Waislam, mara ya kwanza kuifika, hali ya joto na mengineyo, tulipokelewa wiki mbili za majaribio, sijaambiwa utalipa ngapi. Nafanyiwa examination zote, utalipa ngapi? Hakuna. Baada ya wiki mbili ndio walikaa madaktari sita, wakasema tunafanya operation itachukua masaa kumi na sita. Subhanallah, subhanallah. Mzee tusainie hapa, ukifa asituulizi mtu. Busara inabadilika sikujua masaa kumi na sita sikujua reanimasyon siku kumi na moja nilishtuka nikaona cna na zoe na a kupima kilo sabini na nane na pima arobaini na nane huyu ni mwili siku kumi na moja nja mwili unahitaji kula wanasema mzee tuliondoa vingi mwilini kueshi anajua mungu kuesha najua e, hiyo ni tarehe sita Ramadhani ya mwaka jana. Umma wangu, wangu musikiti wangu taifa langu nakuja kufia nje, labda ningesali na ndugu zangu. Nilikaa kinya, ndugu zangu Waislamu, mwezi na masiku na kula nusu ya kipande cha kiazi ulaya, mililita mia mbili ya, ya maji tumbo mwili unakwenda unamalizika, ni hayo yanakupa mafunzo. Ni lumwili ni upepo, kama shambraeri unavyojiona, nina tumbo kubwa, nimenenepa, ni upepo wa shambraeri. Pakitoboka kakitu, ulo lumwili unalukosa Waislamu, tumjue Mungu, tuishi na Mungu, tunaambiwa ya Mungu tujenge shule, hili dola mia laki sita za kununua mifuko kumi euro mia uliharibu ngapi? Leo zinachangwa kwenda kufanya kazi Dubai, dola elfu anakwenda. Shukuru Mungu kwa hii Ramadhani. Hata ukisimama ukasema, Shekhe nipe chumba kimoja, nitajenga mimi. Shekhe hapa kuna jengo la Kiislamu ofisi kuu, kwani kunahitajika nini na mimi niingie ofisi hiyo, waislamu moja inaushinda au inawashinda Waislamu? Wakati tuna mashantier yanapanda, mahitaji yanapanda, wangeitana nyie, ambao mungu kakupeni, e bwana, tukae huvu, matangazo buishe hichi kinyumba kinakuisha kwa dakika. Kina waislam afanye nini? mungu islam, leo tunalia hapa, vyumba viukuta vine tu, tupate simenti tunalalamika wakati mtu anaweza akaja akasema, nimewaona wenzangu, mi ni kundi la kahawa, mi ni kundi la biashara, mi ni wanani. Hapa chumba kimoja tunanyanyua sisi, shehe kingine tunanyanyua. Unaombwa simenti mifuko kumi, unakaa kimya. Umepoteza ngapi na anakufanyia mungu mangapi? Pumzia bure, waislamu mangapi? dola elfu sitini. Sasa tunadaiwa nitazitoa wapi mimi? Mpaka huko nilipokwenda Allah akafanya maajabu yake, dola alfu nane mia nane ndio utalipa mzee. Nizitoe wapi? Shukrani nyingi kwa ndugu zangu ambao mbali mbali walinichanga shee, natoa hizi shee, hizi shee, hizi walipe hao. Nasema kwenye mimbari ya leo, kila aliyenijua akanijali, Allah mpe pepo ya rabbana mpepe msamehe dhambi zake ya rabbal alamin. Singe yaweza peke yangu, wala sikufikiria kama naweza kurudi kwenye mimbari hii. Ndugu zangu, tumjue Mungu tuweshi na Mungu. Namsalia Mtume, amri kutoka juu, inna llaha wamalaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima imtithalan liamri llah wa huban birasulillah nalitaja jina la na mtume tumsalie, muhammadi muhammadi Muhammadi. Radhi zako Allah ziwaendee wacha mungu wote. Wa yarabbi, Allah tusamee madhambi yetu. Tunakushukuru Allah kudiriki Ramadhani. Pokea saumu zetu, pokea visimamo vyetu, waponye wagonjwa wetu Warahisishie wasafiri wetu, wape kheri matajiri wetu, makarimu wetu wape vingi, wala tupe mali na utajiri tukutumikie, tuondolee udhalili na udhaifu. Wafungwa wetu wapunguzie jela zao, wenzetu katika nchi mbalimbali wafungulie maisha yao, vijana wenye mipango fungua mipango yao, wenye madeni walipie madeni, wapangaji wape na wenyewe wapate manyumba

warahisishie viongozi wa taifa hili wawekee nuru watawala wa nchi hii waendelee kuipenda nchi yao na kuitumikia. Ya Allah, mrahisishie mufti wa taifa letu na wale wanaomzunguka katika meza juu ya kazi zako. Allah warahisishie mashekhe wetu na maduati na maimamu na walimu. Allah ondoa mizozo katika majumba yetu, vijana wazawajie kuoa, warahisishie wawe mabinti wape wachumba, waoleo walioana barikia ndoa zao, wanaokuomba watoto wape watoto, uliowapa watoto ongoza kizazi chetu, madei tujipie Allah, tupe mazuri ya dunia na akhera, uwarehemu waliotutangulia makaburini, utupe mwisho mwema na mauti tukufu, warahisishie wanafunzi wetu usiku na mchana, maiti zetu zizikwe na wacha Mungu tufufuliwe nyuma ya bendera ya shahada, utuzawadi pepo yako kwa huruma yako, tupokeleye dua yetu ya, tupo yale rabbi, amin amin amin. subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa